Sasa kuna maana gani ya mimi kuwa hapa? maana tangu nimefika mwenza wangu uko bize tu na kompyuta. Usijali. Kuna kazi na basikuwa si, si, si, si, si, si, si, si, na muda ya kutosha, ila wikendi ijayo nitajitaidi kuwa na muda mzuri ili tuwe pamoja tena lakini sitakuwa na muda tena, mm. Kwa nini unasema hivyo? Usijali bwana, yaani sasa hivi nikichelewa nitamkuta yule mwanaume kashauri nyumbani na atanifokea sana, ila usijali, wikendi ijayo nitaandaa muda mzuri sana, tutakuwa pamoja tena na utaenjoy zaidi, utaenjoi. <laughs> okay. zaidi wewe, ndoa yako njema mume wangu huyo, karibu. Asante ah, bali hapa nzuri tu za kazi salama. kabisa umeshindaje? Salama, pole na kazi as ah, asante sana, karibu. ah, mke wangu, nomba unisamehe, nimeshindwa Mi kukutumia pesa kama tulivyokubaliana <laughs> Usijali mume wangu, hata hivyo leo umesikuwa na njaa kabisa. Sawa, chips hizi hapa Asante, nilikuwa na elfu mbili kwa maana kidogo, nipite huko nich chips za elfu moja alafu pia na elfu moja ni nipo nayo hapa, ni angalau kwa wana majani. Nasaidia haya, asante. mm-hmm. Mambo yangu haya mm-hmm. Onja basi kidogo hiki tu mara moja tu hapo, sawa. Mhm. Umejua kunipatia kweli? Vitu vyangu hivi. Mhm. Yaani, zamani mimi nisikukula chips siku moja, mbona naumwa? Mambo yangu haya

Budi kuyaficha. Mana utonielewa nifanye siri. Lecho, hii siku nilikuwa naisubiri kwa hamu sana, na hiki chumba nimekilipia kwa sababu yako. Natamani ingekuwa hivyo, ila muda umekwenda sana ah. Mi nadhani huu muda ambao tunautumia kuongea tungekuwa tumemaliza kila kitu niki, naweza kukuuliza kitu ya? Bila shaka unaweza ukaniuliza tu. Wewe unahitaji kulala na mimi kama mpenzi wako, au ukishalala na mimi tu ndo inakuwa basi? Lecho, kwa nini umeniuliza swali kama hilo? nahitaji tu kujua maana, wanaume wengi wakishajua tu mimi na mtoto basi, huo ndo unakuwa mwisho wetu. Sasa staki na wewe ije kuwa hivyo <coughs> mbona unacheka hapana? Ah, hapana sijacheka kwa maana mbaya. Kuna vitu tumekuwa nawaza lecho, kumbe wewe una mtoto yes? Sishangae, tayari nimeshatuma. Nadhani sasa hivi atapiga simu sema ni mkorofi, anti wewe. Ah, acha tusubiri tuone mwisho wake kwani? Yupo online? Mm, yeah yuko online ma ishaleta sema atakwepo kwenye mshtuko. Acha tumpe muda kidogo. Shaka ni yeye, mm, yeah. <laughs> uh, Alo. Hivi? Kwa nini unafanya hivi? Hizo video zinakusaidia nini wewe? Ah. Unaongelea kuhusu video. Yaani mwanzo ni kuchukulia kama kijana smart sana, lakini kumbe nilifanya makosa. Sasa sikia. Naomba ufuta hizo video na uache utoto. Uh, ah, nita. Punguza hasira kwanza halafu soma vizuri maelezo niliyokutumia. Ndio urudi unipigie simu ili tuongee vizuri. Ah, sasa unakata simu. Anaongea sana na nikimwacha ongea hivi tashindwa kumwingiza kwenye mfumo. Ndiyo, ndio maana nilikuwa nakuomba sana uje nyumbani, kwa sababu sikutaka kukuficha kitu chochote kile, sawa sawa. Nimekuelewa. niki Unahisi unaweza kuwa na mahusiano na mwanamke mwenye mtoto? Sizani kama ni tatizo kuwa na mahusiano na mwanamke mwenye mtoto, lakini kitu kimoja tu, ni nafasi gani alionayo kwako, kwa kwa mwanaume ambaye umezaa naye. Nikuulize swali moja, lecho, unahisi ni kweli kabisa huyo mwanaume umemtoa ndani ya moyo wako? au siku akija na kukupigia magoti kukuomba mrudiane, ukarudi kwake, unahisi itakuwaje? Na ndio maana wanaume wengi sana huwa tunaogopa kuwa kwenye mahusiano na wanawake wenye watoto, kwa sababu tunajua mwanaume aliyezaa naye muda wowote anaweza akarudi kwake. <coughs> ni ngumu sana kuthibitisha hilo kwa maneno. Unajua, mimi ni mwanamke, uenda sikufanya chaguo sahihi na ndio maana napitia yote haya. Vipi, mbona kimya, unawaza nini? Kuna vitu tunajaribu kufikiria. Ujue baba yangu amewahi kuniambia ukiona uwazuri limetupwa kwenye takataka, basi tambua uenda aliyetupa uwa hilo hana uhitaji nalo, ndo maana amelitupa au amelitupa hilo uwa kwa sababu kwake ni sumu. Hata kwa mwanamke aliyezalishwa na kuachwa, ukiona mwanaume amemzalisha mwanamke na kumwacha, basi unatakiwa kutambua kwamba uenda huyo mwanamke ni sumu, ndio maana huyo mwanaume amemwacha, au huyo mwanaume hajui umuhimu wa huyo mwanamke, ndo maana amemwacha. hata wewe unaweza kuthibitisha hilo. Kama ni sumu, basi unaruhusiwa kulitupa. Unaonekana unajiamini sana. Lecho, naomba niende, muda umekwenda sana. Nafikiri tutaonana kwa wakati mwingine, utanipa jibu langu, sawa? Mimi nimekuelewa, lakini pia asante sana kwa muda wako leo. Nafikiri nahitaji muda kwenye hilo, lakini pia tamani niseme yaliyoko moyoni, ila naofia yani, japo nitoe dukuduku moyoni

Halo. Hivyo unakili tima mkweli we? Ya ino ataka mimi ni kupe laki mbili na nusu. <coughs> Kwa kazi gani asa uloifanya? Oho. Unataka kujua kazi gani ili ufanya? Kama ikifika jani unye tumesu pesa. Hizi video utazikuta kwa mume wako. Unasema nini wewe? Nazani umenielewa. <sighs> Lakini kwa nini umemoku nifanyia hivi? Akiiaanu nilianzaje mimi jamani? Unajua kwenye haya maisha bwana, kila mwanaume anapenda kitu chake kwa mwanamke. Sasa mimi kwako. Kwako wewe mimi nilipenda sana tabasamu. Tabasamu ndilo ambalo lilinifanya mimi yani nikupende sana. Na kila ambapo tulikuwa tukionana mimi na wewe bado nilikuwa nakuona na tabasamu lile lile kama mara ya kwanza. Sasa hicho ndicho ambacho mimi kinifanya niende kukupenda zaidi. Na nikaona ah, hapana, siwezi kukubali. Nikakuelezea pia hisia zangu kwako. Lakini na wewe haukuwa mchoyo wa fadhila. Ukanikubalia, ukazipokea hisia zangu. Lakini tunapozidi kuishi, tunaendelea kuishi, sioni tabasamu lile la mwanzo. Sasa sielewi shida ni maisha tunaishi magumu, ama changamoto iko wapi? Ah, ni kweli tunapitia wakati mgumu, lakini hii haina maana kwamba ndo tumeshindwa kabisa. Ni bado nakuamini. Asante, nafurahi kusikia hivyo. Kama anyamini na mimi ndio maana kila siku nitahakikisha kwamba nailinda imani yako kwangu. mm -hmm. Pati, nikuulize swali, kila mwanaume ana kitu anachokipenda kwa mwanamke wake. Mwingine anapenda shepo, mwingine anapenda rangi, mwingine mwonekano. Kama ambavyo umesema, wanapenda tabasamu langu. Alafu hizi siku ngapi haujaliona tabasamu langu kwa hiyo unamaanisha upendo unapotea japo natamani kukueleza yaliyopo moyoni sina budi kuyaficha maana utonielewa nifanye siri ya siri ya